Okay. Leo tunaizungumzia Guinea Bissau kwa sababu ya kile ambacho kimetokea. Ni nchi ambayo labda hujawahi kujali sana kuhusiana na nini kinaendelea, lakini ni nchi very interesting ukisikia story yake. Kwanza kabisa kuna mapinduzi ambayo yametangazwa, jeshi limechukua nchi. Sio kitu kipya, lakini nikupe kwanza background ya nchi, nchi inayoitwa Guinea Bissau. Kwanza kuna nchi tatu za Afrika zenye jina hili Gine. Hapa nazungumzia Gine yenyewe ni original, alafu ambayo ni original halafu ambayo ni maarufu kwa jina la Guine Conakry. Then kuna Gine ya pili ambayo inaitwa Gine Bissau, ndo hii tunayoizungumzia, the only narco state in Africa, yaani ni taifa ambalo madawa ya kulevya ni life style. Nitakuja kukuelezea zaidi nchi ya tatu inayoitwa Gine ni Equatorio Gine. Hii ni Gine ambayo ipo karibu zaidi na mstari ule wa equator kwenye Afrika, ndio maana inaitwa Equatorio Gine. Sasa kwa nini hili eneo liliitwa Gine? Ni kwa sababu unajua, wakati wa ukoloni wazungu, ama tuseme wakoloni kiujumla, hawakuwa wanajua vitu vingi kuhusiana na Afrika walikuwa nasema, ni sehemu ambapo walikuwa wanajua sehemu za pembeni tu kwenye bahari, lakini ndani ya Afrika walikuwa hawajui. Kwa hiyo kwenye kushepa haya majina wakawa wanaita kwa ujumla, kwa mfano, ile eneo la kusini mwa mto Senegal wakaliita Guinea, alafu kaskazini walikuwa na majina yake pia, katikati yani walikuwa wanaita kwa kanda. And then ukija huku Ethiopia, sehemu kubwa ya Afrika wazungu walikuwa wameinam kama Ethiopia aya mengine yalikuja baadaye sana. So hii Guinea hili jina liliendelea muda mrefu sana, na likawa ni eneo ambalo makoloni wanalizungumzia muda mrefu, kwa maana ya wareno Portugal alafu kuna wafaransa pamoja na Waspanish na, wa na hii ni fakti nyingine kwamba Quatorio Guinea ndio nchi pekee Afrika ambayo kispanish ndio lugha ya taifa. Hakuna taifa lolote Afrika linaloongea spanish zaidi ya Equatorial Guinea, ni kwa sababu hiyo walitawaliwa na Waspanish. Sasa tukija kwenye Guinea Bissau, hapa walikuwepo Wareno, hawa jamaa walitawala hili eneo na ndo maana ikaitwa, ilikuwa ni Guinea ya Ureno. Walivyoondoka ndo wakajiita, okay, sisi ni mji mkuu Guinea Bissau. Then wafaransa hivyo hivyo kwenye hii jamhuri ya Guinea. Sasa na wenyewe waliishika hivyo, so unaweza ukaona kilichotokea kwenye hizi guinea ni kama kilichotokea kwenye Kongo kwamba ni nchi zenye jina moja lakini zina historia tofauti, kwa sababu ya nani alizitawala, Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville. So umeshaelewa sasa hizi gine zilipatikanaje. Of course kuna gine nyingine ambayo haipo Afrika, inaitwa Papua Gine. Hiki ni kisiwa ambacho chenyewe kilikuwa kinaitwa Papua, lakini kutokana na hivyo hivyo hawa watawala wakawa wana sema hawa watu ambao wanaishi humu walikuwa wanatokea somewhere huku kwenye hizi Gine hizi Afrika huku kwa watu weusi, kwa hiyo walivyoiita wakawa wameita Papua Gine just kwa sababu za kiutawala. So dunia ina Gine nne lakini tatu ziko Afrika, na nimekupa kwa wepesi historia ya nini kilitokea. So tuje sasa kwenye nini kilitokea kwenye Gine Bisau, picha linaanza Huyu bwana anaitwa Umaro Embalo, huyu ndio rais ambaye inasemekana amekamatwa na mpinzani wake naye kakamatwa, ndio kitu ambacho ni cha ajabu kiukweli. Bado kuna taarifa nyingi ambazo zilikuwa zijakamilika, kwa nini wamefanya hicho walichokifanya. Lakini labda nikupe muktadha wa hili lote kwa kuanzia nyuma, hali ya siasa ilikuwaje gine kabla kutokana na hali niliyokuambia Gina ipo kwenye bahari ya Atlantic, ambayo hii bahari ina wanashea na nchi za Colombia na nchi za Amerika ya kusini kiujumla na Amerika kiujumla, Marekani. So ni rahisi boti ama madawa ya kulevya kuja na kupitia hapa Guinea Bissau kwa sababu Guinea Bissau ina visiwa ndani ya bahari ya Atlantic ambavyo havijakaliwa na watu. Kwa hiyo magenge ya dawa za kulevya yamefanya kule ndo makao yao na sehemu ambazo yanakuwa ni stendi ya kuweka mizigo na kufanya supply kwenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ndani ya siasa za Gine, moja ya kitu hatari ni dawa za kulevya, drugs. Na wakati unamsikiliza kamanda, alikuwa anazungumzia ishu ya drugs kwenye hiki wakati anakizungumzia, kwa sababu ni ishu sensitive sana kwa Gine na sababu ni hiyo ya kijiografia.

Kwa hiyo haya makundi yamekuwa na nguvu na ushawishi fulani hivi wa kihuni kwenye siasa zingine muda mrefu, na ni tatizo ambalo limekuwa likijadiliwa namna ya kumalizika. Sasa kwenye hiyo situation mwaka elfu mbili na ishirini na tatu huyu bwana Raisi Umaro Embalo alivunja bunge kwa hiyo anaendesha nchi bila bunge mgombea wa chama kikuu cha upinzani alikuwa anaamini kwamba kikatiba sio tu kuamini by the way kikatiba umri wa, I mean, muda wa rais kukaa madarakani uliisha februari mwaka 2025 mwaka huu kwa hiyo kulikuwa na hilo vuguvugu kwamba rais umevunja bunge tangu 2023 muda wake wa kuitisha uchaguzi umefika haujaitisha kwa hiyo unaongoza nchi kihuni kulikuwa na huo na hilo na jambo linaendelea kwa hiyo ulikuwa ni uchaguzi ambayo ambao ilikuwa ni wazi rais anakwenda kupoteza. Kura zikapigwa, watu wakawa wanasubiri sasa nani atangazwe mshindi, huku stori zilizopo kwenye midia ni kwamba huyu anasema nimeshinda, huyu anasema nimeshinda, wakiwa wanasubiria matokeo ya nani kweli kashinda, risasi zinasikika zinaanzia wapi makao makuu ya tume ya uchaguzi. So hapa ndo ujue kwamba jeshi lilianza kushambulia eneo lenyewe. Kwa hiyo wote waliokuwa ndani ndani wakaambiwa inabidi mtulie hapo hapo ndani, hakuna kutoka maanake jeshi limeshaingilia mchakato wa kura huu uchaguzi amna namna yoyote matokeo yake yanaweza kamata mpaka hapo. Baada ya hapo, risasi kadhaa zikasikika pia makao ya raisi, na huyu jamaa ambaye anafanya hili tukio, Kamanda Denis Nchama alikuwa ni kamanda wa kikosi cha ulinzi wa makazi ya rais. Kwa hiyo sio mtu mgeni, ni mtu kutoka inside ndiye amefanya hayo mapinduzi. Kwa hiyo wamekamata viongozi wengi ndani ya hii serikali na kinachosubiriwa sasa hivi ni mwaka mmoja, kwa sababu inabidi wakae madarakani mwaka mmoja kuangalia sasa, je, watarudisha madaraka kwa raia ama nini kitatokea? Lakini kama nilivyokuambia, hii ni nchi ambayo zaidi ya mara kumi na mbili wameshashuhudia majaribio kama haya, na tunasubiria kuona kwamba nini ambacho kitatokea kwenye baada ya hapa. Lakini majirani wao wote au akinagine, historia yao ni kwamba ni mambo ya mapinduzi ya kijeshi, na ni eneo ambalo lina endeshwa na wanajeshi kwa sehemu kubwa ile eneo sasa hivi la West Africa. Kwa hiyo ni kama fashion ambayo wanaiona na sio kitu kipya kutokea. Na ubaya unaletwa na hiyo historia, historia nilokupa ya gine kwamba ni nchi ambayo tayari tu yenyewe ina matatizo. Kwa hiyo ikiingia kwenye huu mfumo sasa ni Mungu ibariki Afrika, kama ambavyo always huwa tunasema lakini kwa kifupi, hizo ndio details kwa wale ambao umesikia stori za mapinduzi ndani ya Guinea Bissau, na I hope ni, I, I session imekuwa ni imekuongezea kitu kuhusiana na Guinea na nini ambacho kimetokea. Asante tena za dhati ni ziweke kwa wewe ambaye umesubscribe kwenye account hii. Na nipa moyo sana nikiona vitu kama hivi. Mimi si mtu wa matukio sana, napenda vitu kuelezea kwa muda mrefu, ndio maana huwa nasubiri nawaelezea kwenye picha linaanza kupitia razi mtamaduni but kwenye hizi update kuna watu wananiandikia kwenye comment. Kwamba, jibana, tunapenda hiki unachokifanya uh, kwa sababu hiki sometimes kinakimbizana na matukio yanayoendelea, na mnanipa nguvu zaidi nikiona kwamba subscribers wanaongezeka, so I really appreciate wewe ambaye umesubscribe. Kama ujafanya hivyo, please fanya hivyo. Kama una enjoy hiki ambacho umekipata hapa, tukutane tena kwenye episodi ijayo.